gombea huyo wa urais kupitia tiketi ya chama cha UDP alikuwa katika eneo hili la nyuki katika viwanja vya maili moja hapa kibaha mkoani Pwani leo hii ametoa sera zake na kuomba ridhaa kwa wananchi wa eneo hili. Kubwa alichokuwa anasisitiza amesema endapo atapata ridhaa basi atahakikisha anajenga viwanda vikubwa ili kuondoa changamoto ya ajira. Lakini pia Sauma amesema akipata nafasi ya kuwa rais wa nchi hii atahakikisha analeta nishati safi ili wananchi waondokane na matumizi ya kuni. Hivyo tumejipanga kuhakikisha tunajenga viwanda vikubwa katika mkoa wetu wa Pwani. Lengo kubwa ni kuhakikisha tunafungua fursa za ajira kwa vijana wetu a Tanzania wenzetu ambapo sasa hivi kuna changamoto kubwa katika sekta ya ajira. Tunaomba mtuamini siku ya tarehe 29, ili tuweze kuleta mabadiliko makubwa na kutokomeza kabisa swala zima la ajira. Tumejipanga kuhakikisha huduma za kuunganishwa umeme na maji zitakuwa bure bila gharama yoyote. Kama ambavyo nimesema, tuna rasilimali za kutosha ili mzigo huu tuweze kupunguza kwa wananchi. Tarehe ishirini na tisa tukakichagua chama cha UDP, tukiingiza kwenye madaraka, waunde dola ili waletee nini, maendeleo. Ndugu zangu wa Kibaha, itumieni fursa hii, ni fursa pekee, tukapiga kura kuchagua wagombea ambao ni wazuri katika majimbo yetu waamakuhafa tuwaendee. Kwa kweli, mgombea urais nimemwelewa, sera zake ni nzuri, zinavutia, yani zinatia moyo sera tu, na tunasubiri siku ya uchaguzi tarehe 29 ndio tunasubiri kwa kweli. FM kutoka Mariam Songoro.